Message yenye napeana hasa kwa gavana wa hili jiji la Nairobi, hiyo tabia ya kumobilize vijana, hiyo tabia ya kulipa vijana elfu moja kwa sababu kuna vijana ametoa pale Soweto, na Soweto hiyo ni area mimi naelewa. Tuambie kama ni kanisa unafanyia hivyo, gavana Sakaja, wewe jitayarishe na wewe nyumbani unaenda, kwa sababu hatuwezi kubali tukupatie uongozi wa Nairobi na wewe ukuje uharibu kanisa hapa Nairobi. Haiwezekani. Message tupatie IG, Inspector General of Police. Saa hii vijana wanakuja kuvuruga kanisa. Nataka kusema IG hajatuma askari, tunamwona huko Mount Kenya akienda kwa mikutano ya siasa, lakini ku provide security kwa Rigathi Gachagua na washirika wa kanisa la PCEA. Tunataka ukuambia, tunataka kukuambia Bwana DIG, tafadhali, police is an independent institution that should provide security kwa kila Mkenya, sio kwa wale unahitaji nimeona kuna narrative walikuwa wanataka kujaribu kuuza ati kuna deni iko ya vijana, lakini hii mpango ikipangwa, ukienda kuangalia wale watu wa social media, those bloggers wa state house walikuwa wameanza hii maneno asubuhi. So bwana President, tafadhali, tumekuona ukidanganya, tumekuona ukifanya maneno.